Siku ya leo nimependa nime kusema nanyi kwa maneno machache. Haya maneno machache ni kwamba nitaanza na viongozi wangu wa wenzangu wa dini, viongozi wa dini zote bila kujalisha, we unaongoza dini gani, kwa sababu ukishakuwa kiongozi wa dini unawelekeza watu kutenda mema na wala si mabaya. Ndio sababu leo nime, nimevutwa kwa kipindi kirefu, nimekuwa nikisikiliza maneno mengi kutoka kwa viongozi wa dini, kutoka kwa mitume na manabii, kwa maaskofu wengi, wao wakitamka maneno ambayo yanalitishia ya taifa letu, hasa wa Tanzania. Ingawa tunaona kama vile wanazungumza habari ya viongozi wanaotawala, lakini unapotamka neno lolote lile kinyume na mtawala wa nchi, ujue ya kwamba unawatamkia mabaya wa Tanzania na watu wako wewe mwenyewe na watoto wako. Sasa nitafafanua maneno machache katika Biblia kwa sababu tunahitaji kuijenga taifa letu kwa kuitamkia mema, kuliombea mema, kuombea viongozi wetu mema, na wala si mabaya. Na Biblia nasema tubariki, wala tusilaani, kwa sababu vitu vyote vilivyomo katika taifa la Tanzania tumepewa na Mungu na kama tumepewa na Mungu, Mungu ametupa kuinenea vizuri Tanzania amani, upendo, mshikamano, umoja, maridhiano na kutembea pamoja kama ndugu. Kwa hiyo, kwa sababu hiyo basi nitasoma nita nita ma, maandiko machache katika kitabu kile c cha, cha, cha Hesabu sura ile ya kumi na sita nitasoma maneno machache hapo, nitasoma nita mistari miwili eh, tu alafu nitasoma kitabu cha Kutoka. Neno la Mungu linasema, basi Kora mwana wa Ishari mwana wa Kohathi mwana wa Lawi akatoa watu pamoja na Datani na Abiramu wana wa Eliabu na Oni mwana wa Perethi waliokuwa wana wa Reubeni nao pamoja na watu kadha wa kadha wa wana wa Israeli watu mia mbili na hamsini wakuu wa mkutano, wakuu wa mkutano waliokuwa wateule wa mkutano, watu wenye sifa, wakainuka mbele ya Musa. Ndugu zangu wa Tanzania, kumeibuka maneno mengi sana ambayo yamenenwa juu ya viongozi wetu juu ya viongozi wetu hasa mgombea wetu wa urais, mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan, yamenenwa mengi juu yake, yamenenwa maneno mengi kwa habari ya Dr mwisho Jakaya Kikwete, yamenenwa maneno mengi, na viongozi wengine wengi wamenenwa maneno mengi, wakitamka maneno ya kulaani na kulaumu, na wanaoyanena ni watu wenye sifa, watu ambao wanasema wao na watu nyuma yao sasa kama vile ambavyo wakati wa Musa aliwaongoza watu kuwapeleka kuwatoa jangwani kuwapeleka kwenye nchi ya neema, lakini waliinuka watu katikati yao, watu mia mbili wakainuka kinyume na Musa, wakamwambia wakasema, Musa hafai kuwa kiongozi wetu. Hao watu mia mbili walikuwa ni watu wanaoheshimika, watu wenye sauti. Leo hii ndio taifa letu, wameinuka baadhi ya viongozi wa dini, wanaheshimika, wana sauti wanasema wana uwezo wana watu wengi wanainuka wanaongea lakini nikutaka kuzungumza ni kwamba mwisho wa siku kwa wale ambao mnaamini Biblia hii mnasoma Biblia hii kwa habari ya kinadata na na na hili na, na, na na bilamu kundi kubwa la watu 200 neno la Mungu linasema kwa sababu walikuwa kinyume na mkutano wa wana wa Israeli wao wakijua wanamlenga Musa Mungu akasema sitaruhusu watu wangu waangamia kwa sababu ya watu wachache mia mbili. Mungu anasema akawaadhibu. Neno la Mungu linasema wakaadhibiwa wao kabla